Sisi si kama watu wa upinzani sisi. <Bodhi> Si kama watu wa upinzani ana baba yako rais. Sisi kama watu wa upinzani, Number 1 mimi siwezi pinga baba. Asante Baba kule serikali, pia tukishinda, akipenda kuja pia tumulishe pesa gani kulipa baba Problem. <laughs> Baba akuna akiako kula nini serikali akiyak, hey. kimisingi a little... tunataka kusema hivi mambo ambayo watu nasema kwamba oh, babaeya my friend yes. Baba aweze husika Mlima Kenya, mtu asikudanganye <laughs> yeah. Mlima Kenya kwa sasa hivi kuna viongozi wa mwili ambao anahusika yes. mm -hmm. Number one ni Matiangu. Namba tu ni mheshimiwa excellency the governor wa Trans Nzoia. Oh, oh, uh, oh, oh, oh, mutusimdangaji. Hiyo ni utafiti ambayo tumefanya uh, uh, kwa ground, viongozi wawili ya kwamba kama polisi, muda alisema hapa polisi polisi, mheshimiwa Raila Odinga ndio wale jamaa ya Mount Kenya wawezi nunua namba wan Wakati unasungumuza wewe mambo ya nyumba na wewe sio landlord, una expect nini? Una expect nini? Unasungumuza una mambo ya matatu industry, wewe mwenyewe hauna matatu. Una expect nini? Watu wa matatu tukuchague eh? biashara ya matatu we eh, cannot tolerate <laughs> tunakutuma nyumbani ama tunakupiga tuma pizani, tunaingia serikali <laughs> polisi ndio mbaya. <laughs> <laughs> lakini tumeruhusu, tunaweza accommodate baba kwa serikali yoyote, lakini kukua pale mbele, hapana, kwa sababu yeye anataka kuharibu biashara ya matatu, anataka kuharibu biashara ya manyumba. <laughs> mimi nataka kusema hivi, nimesikia ndugu zangu akisema <laughs> Ruto aweze shindwa Aruto, o sijui nini. Mi nataka niulize swali rahisi, very simple question. kama 2022 mimi kama mjukuu nilimpiga Raila Odinga amolo kura na kule Luo Nyanza kwetu Luo Nyanza 850,000 registered vote zilikunywa maji ni ba na changa Ajau. na mambo ya kuenda uvuvi haikupigia Raila Odinga unajua aje? <laughs> <laughs> so, mbinu gani, mbinu gani swali, mbinu gani, mbinu gani watapigia wat William Ruto ndiakue president wakati mheshimiwa Raila Odinga baba yetu ndio kula zake ndimelala? Ndugu zangu swali, aenda aenda uliza kwa darasa. <laughs> Kusema hivi mandugu zangu, mimi nataka kusema kitu moja, tukubaliane mambo ya kupiga kura. Ile siku mutaona Muluya amekuwa presidential candidate, ndugu yangu Mujaluo, usidanganywe na mtu wowote. Ukiona Muluya ni presidential candidate hii Kenya, hata kama ni 27 usiamini na wa mtu wowote. Ingia kwa hiyo gari, huyo ndio rais. Gari imetoka, huyo ndio rais. Narudia, ukiona Muluya Muluya, Muluya, Muluya amekuwa candidate rais 2027, usiulizwe na mtu wowote. Wewe mpiga kura fuata hapo. Natakupa sababu yangu kama mjukuu, na nataka sababu moja ya kwamba from now, niambie ni Mjaluo gani ambaye badilisha ile dhana ililetwa na kula Mount Kenya. Ndugu zangu siasa ni numbers, siasa ni pesa na siasa ni connection. Na propaganda juu yake. Sisi tuko na nguvu ya maandamano hatuna pesa, hatuna pesa. So, unaona vitu kama hizo. So mimi nataka kusema hivi.

No. Mimi naunga Mheshimiwa William Ruto sipingi, but napinga polisi ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Ndio maana nasema iwapo Gachagua atakama hali waanze kutuazia mambo ya numbers, ndugu zangu, niko tayari kuchagua William Ruto kuliko kuchagua mtu ambaye Gachagua ataniletea. Hapo sawa. Hapo sana kusikia. Kwa sababu kama tunataka reform lazima sisi vijana ndio tya kwamba Huyu bwana ametosa kuleta kule, kule, kule, kule, maua mageusi ndani ya taifa letu ya Kenya mambo ya kuzungumza share ndio atutaki. Pili, hatutaki jambo ambapo mtu anasema kwamba nyinyi mko na kura ngapi. Kama uko na kura ngapi, kura za milioni tano ya Wakikuyu hawezi fanya Mkikuyu akuwe rais wa jamhuri ya Kenya, hiyo tunakubaliana, kitu ya kwanza pia. So nikikuwa kwenye mrengo fulani, siko kwa mrengo, kwa sababu nimekosa idea uh -huh. Na angalia kama mrengo ya kashagwa haiwezi kuheshimu wananchi, narudi kwa William Ruto na welcome, welcome. Ah, welcome back, welcome back, welcome back my welcome friend. Well, well. so, you are our na friend na tunakuchukua serikali Uaaaba <laughs> <lazima laughs> tupige siasa <laughs> yanye inafaidi watu. Lazima um, tupige siasa ambayo inafaidi wananchi kwa sababu <laughs> <laughs> hatutafanya siasa kwa sababu nimelipo pande ile nyingine. Hatutafanya <laughs> kazi siasa kwa sababu mimi niko kwa serikali, mimi nalipo na serikali, apa niko pinzani nalipo na pinzani. Ndugu zangu wa Kenya, uchaguzi wa haja 2027, tunataka mageuzi, lakini mimi kama mjaluo siwezi danganywa kwamba sasa hivi ndio Raila Odinga anaweza chaguliwa kule milima Kenya. Hiyo iyo, mtu asikudanganye, mtu asikudanganye, mtu asikudanganye. Nimekudhibitia kwamba watu wawili wanahusika Central, Matiang'i na Mheshimiwa Jonya Tembea. Hao ndio wanahusika kule mlima Kenya, hiyo ndio watu wanahusika. So Mheshimiwa Raila Odinga, mimi na Mheshimiwa Raila Odinga kama baba ya taifa na Mheshimiwa Raila Odinga kama mtu mpigania Kenya, lakini maswala ya kuunga serikali yake ambayo tunalazimisha, ambayo inafanya linda mama iliyotolewa wanaume sahihi wa kwa sababu gani serikali ambayo baba, baba anaunga mkono waliondoa linda mama sahihi ukizaa 10000 kwenda mbele Hizo ndio bana anapinga naa mruto. So, kama my friend, wewe huna ya girlfriend unanizumbua hapa nyuma. Na maliza nikisema hivi. <laughs> Na maliza nikisema hivi. Na Juicy niliona mtu mmoja ambayo anataka kujipishana ya hali ya Sanjoho, nataka niambie niambie Faruki I, na, uh, ni Faruki. Hii bana sikia vizuri. Nataka niambie aa ndugu yako William Samera, Mheshimiwa the Ali Hassan Joho. Ana adabu ya oh. Pwani. Ana adabu. My friend, piga mtu wawati kwa serikali lakini usijaribu kugusa Ali Ali Hassan Joho. Hassan Joho. Huyo ni umeme. Wewe Ali Hassan. Hiyo ni dangerous. Hiyo ni hatari. atariaa Si eh? Ma, usijaribu usijaribu usi na Joho eka <mucho> mdomo wako huko, usijaribu kwa Joho Uta... arkijariu sijaribu, piga kwa... mtu wowote makofi, lakini mambo ya kugusa Sultan Ali Hassan Joho, my friend, nackijaribu Hatutakubali. Hebu enda uguza watu wengine lakini gari hata njoo. Usa kila mtu. Hapo tafadhali sio nikaieni. Usijaribu. Usijaribu.